dhidi ya na Namungo tukacheza mchezo wa pili dhidi ya Afgan uh, level of intensity, eneo la kushindana na vitu vingine. Kesho ni mchezo wetu wa kwanza mgumu, sasa ili mchezo huo mwepesi, ni waombe mashabiki na wapenzi wa klabu ya Pamba, nyinyi waje waunge mkono vijana wao, mechi ya kwanza hawajawaona, na bahati mbaya msimu huu hatakuwa na Pamba Day o, kesho ni rasmi mechi ambayo pia wataona wachezaji wao wote ambao e, wataendelea ama watakuwepo msimu huu kwa ajili ya kuipambania nembo ya klabu ya Pamba Pamba Jiji. Viingilio kuelekea kwenye mchezo wa kesho dhidi ya TRA uh, VIP ni shilingi 1500, halafu VIP B itakuwa ni shilingi 1300 na mzunguko ni shilingi 1000. Viingilio rafiki kabisa ili kuhakikisha kila mtu anakwenda kutizama mpira mzuri. Uh, nimetoka kumsikiza mwalimu hapa amezunguza vizuri sana kuelekea kwenye mchezo wa kesho. E, kwa hiyo na, hawa, hawa yeah, vi, pia mwalimu wanaye, kama mwalimu wanaye, naamini kesho mechi itakuwa, mkocha mnaye ambao tunakwenda kucheza nashukuru sana kwa kumsaidia Tina kubadilisha wiki. E, uh, mchezo wa kesho unachezwa saa nane kamili za mchana uh. sababu ziko wazi uh, kulingana na mambo mengine ya kiutaalam na kiufundi, lakini sisi kama klabu ya Pamba Jiji tuko tayari kwa ajili ya mchezo huo uh, nje na hapo, mimi na mwenzangu hapa Christina tutakuwa tuna maeneo yetu kuhakikisha mechi inachezwa vizuri na kwa level nyingine nzuri kwa maana ya promotion na vitu vingine. Baada ya hapa, tutaendelea na kazi kuhakikisha mechi inakuwa ina a ina, ina level hiyo. Tumetoka uh, kucheza mechi ngumu dhidi ya Yanga, sasa tunakwenda pia kucheza mechi ngumu zaidi dhidi ya TRA. Tunaamini kwa kwa ubora kwa timu yetu, kwa uwezo wa timu yetu uwezo wa mwalimu wetu commitment ya wachezaji ambao wameonesha kwenye mchezo miwili ilio kesho bila shaka yoyote, wanamwanza wanapamba waje sisi Mkirumba, waje wa furahi vizuri. hmm. hmm. <laughs> <laughs> <coughs> <coughs> <baka lakio> <coughs> Zuri mwalimu tu hivi akarudi hapa yule aweze akarudi kukwambia, lakini ukimfata mwalimu yule pale ukamuuliza, akiwa anaandaa timu yake kucheza na, yaki, na hao Giants, na akiwa anaandaa timu yake kucheza na either timu ambazo zinalingana ama midtable team, ni vitu tofauti, kuanzia kwenye eneo la psychology, lakini hata playing style unapocheza na hao Giants kwa, kwa mwalimu atakwambia unapata time na space ya kufanya mambo yako mengine, lakini kucheza na na timu ambazo mnalingana, wakati mwingine wa time na space haipo kwa ajili ya kufanya maamuzi na vitu vingine. Kwa ndo maana nakwambia mechi inakuwa ngumu, wachezaji wanachoka, intensity inakuwa iko juu sana. Kwa ndo maana nikakwambia, sio kwamba timu zile mbili nimezidharau, lakini ni mambo ya kiufundi na vitu vingine. Ndo maana nikakwambia mchezo wa kesho ni mgumu zaidi kuliko michezo yetu miwili ambayo imepita, lakini fact nyingine ni mechi yetu ya kwanza nyumbani. Ni watu wengi wanategemea walichokiona kwenye michezo miwili iliyopita, wakione kwa asilimia kubwa alafu waondoke na furaha. Kwo ni mechi ambayo wachezaji wanajua wameambiwa na mwalimu wao jana, wanatakiwa kutoa kweli kweli kila walichonacho kuhakikisha alama tatu zinabakia nyumbani. Sio rahisi, lakini mimi siku zote huwa wanasema ugumu sio haiwezekani. Kwao naamini kesho tutafanya.